Jioni. Poa kama nguo. We! Kama wewe. Nyani we. We. We. Wewe. Ala. Kungoro mbia mzito hao. Kidudu mtu. Tena wewe <laughs> <laughs> Hey. na kutafuta sana wewe. Toba wewe. Ala. Wewe pombe ya kimea. Unanywewa. Tena wewe. Ala. Hapa na naleki. Haya, wewe majani ya mkorosho. Hakudududududadademi. Tena wewe. Tumbili mwenye limba. Jioni. Usione. Nitakugeuza kuwa mzimu. Tena mimi nina na kugeuza kuwa chato. Utakuwa mbege. Tena wewe, mdomo wa pua. Utanywewa. Ah, sana wewe, nina kuparamia. Nitakuroga. Haya, roga uone. Uchawe kwa koloni hapo utawa kize. Nitakupiga kiboko. Tena mimi nakupa. Tena hiki. Nitakungurumia. Hmm. Hmm. Hmm. Wewe, simba jike. Mtu mzima. Ovyo. Ovyo. Wako je? Ovyo. <laughs> Utuangalie nze. Uone.